Jina langu Joseph Semu, meneja masoko bodi ya maziwa Tanzania. E, bodi ya maziwa Tanzania, katika kuhakikisha kwamba tunafungua fursa mbalimbali zilizopo katika mnyororo wa thamani ya maziwa, e, tumekuwa tukishiriki na kuandaa matukio mbalimbali ambayo yanakutanisha wadau wetu walipo katika mnyororo wa thamani wa maziwa. Na mathalani, e, katika tukio hili la wiki ya maziwa kwa okay, mwaka huu tumeweza kushirikisha makampuni na taasisi za serikali E, kutoka nyanja mbalimbali tuna makampuni e, ya fedha e, mashirika ya umma, taasisi za serikali e, viwanda, wafugaji, lakini pia e, tumeweza kupata wadau wa maendeleo waliopo katika maadhimisho haya, wauzaji wa pembejeo, vifungashio, mashine na mitambo mbalimbali, na tumewaleta hapa kwa maana ya kwamba e, ni katika kuhakikisha kwamba tasnia ya maziwa inakuwa nchini na tunaendelea kufungua masoko ya maziwa na mazao yake hapa nchini. Tunafahamu e, sasa hivi nchini tumekuwa na changamoto kubwa ya uzalishaji wa maziwa, hivyo ndio maana tuliweza kuleta hapa mashamba, e, ya, ma, ma, mashamba ya mitamba kwa maana ya ng'ombe wa maziwa, lakini tumeweza kuleta wahimilishaji ili wasaidie kwa namna moja au nyingine kwa kuwakutanisha na wafugaji wetu nchini ili waweze kusambaza hizo teknolojia kisha kuongeza uzalishaji nchini na kama taasisi tunatumia fursa hii e, kuingiza watu wapya e, katika e, tasnia ya maziwa ambayo tumeweza kuona e, wadau takribani ishirini na zaidi wameweza kusajiliwa e, kupitia tukio hili, lakini tumeweza kuandaa mafunzo ambayo, e, tunaamini baada ya siku kadhaa, basi e, uzalishaji na uchakataji wa maziwa utaongezeka hapa nchini. Yamef wamefundishwa watu e, namna ya kuhakiki ubora wa maziwa wamefundishwa watu namna ya kuchakata maziwa, wamefundishwa watu namna ya usajili wa makampuni na majina ya biashara, ili waweze kuingia eh, kwenye biashara wakiwa kifua mbele. Hivyo ndivyo eh, serikali ime, imedhamiria na Bodi ya Maziwa tumedhamiria, lakini pia eh, kama tunaweza kuona nchi yetu sasa eh, soko limekuwa, na sasa tumeanza kusindika maziwa ya unga nchini kwa mara ya kwanza baada ya kipindi kirefu. Tunategemea kwamba eh, kuongezeka kwa uzalishaji na uchakataji wa maziwa basi kutapunguza uingizaji wa maziwa nchini. Hivyo e, soko la ndani litahudumiwa na viwanda vya ndani, lakini tunategemea baada ya miaka kadhaa basi e, soko la nje pia litakuwa limefunguka na maziwa yetu tuweze kwenda kuuza kwenye nchi jirani na nchi shindani kwenye eneo la maziwa.